Diamond Platinum, Diamond sio, zikafanikiwa mwimbaji mzuri na ni bora lakini like, sio niboraaki meaote kwa sababu imesha siku napigana kwa sababu ya kuepuka umaskini, na ili sio umaskini lazima uwe na hela. Sipigani asipigane tena kama hela haipo, lakini hela ikiwa ipo, mimi napigana na bondia yeyote tu, lakini pia hatasiponiona na gari, kwa sababu wewe usiuliona kama gari ainipa ni gari langu hatasiponionao

So, Maanaji ni wewe. Usifanye vitu kwa sababu watu watanionaje au usifanye vitu kuwafurahisha watu au utafeli brother. Fanya vitu kwa sababu wewe nafsi yako unataka kufanya. Yes, I'm um, turudi kwenye kazi. Aa, uh, una mpango gani haswa ndani ya miaka miwili mitatu ambayo kwenye kupambania ndoto zako bado unakufanya malengo yaendelee kwa mbele? Kitu gani ambacho umekiplan kwenye kazi mpaka sasa hivi mm -hmm, ambacho unatamani ukiachieve baada ya miaka miwili? Ha, tubariki macho mawili ya kuona lakini hakuna mtu ambaye anayeona hata baadaye kichwani. Lakini mimi kila ninapoamka au kila ninapolala, Mungu wangu ibadike kesho yangu ambayo sifahamu. So, kila kesho shapangwa na Mungu kwa sababu Uh, kuna jana nasema kile kilichopangwa duniani na Mwenyezi Mungu lazima kitokee kile vyovyote vile. Kwa hiyo wewe ndio sema ukafanikiwa kwa, na akili zangu, kwa Mungu tu anataka kufanikiwa. Kwa sababu kuna watu wana uwezo mkubwa zaidi hata ulio nao kwa unachokifanya lakini hawajafanikiwa. Sio kwamba sio bora kuliko wale waliofanikiwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu kaona kwa sasa hivi wewe upasi kufanikiwa kwanza, anze wewe. Kwa mfano, Diamond Platnumz akafanikiwa. Diamond sio mwimbaji mzuri na ni bora, ah, lakini kwa Mwenyezi Mungu kapanga hiyo hivyo. Sijielewa bwana. Kwahiyo mi sio mtaalamu sana kusema baada ya miaka mbili nafanya kitu fulani fulani, kwa sababu sikuwaza kama kuwa mkali wenu ue kabisa, kutokana na maisha yangu nopitia mipango ya munguaalakula walawei tamenuna natabasamu tu nafurahi, hata nikiwa kwenye ni mahusiano sababu wanashangaa na na kwa imani kwamba kwa kesho yangu Mungu ndo anaifahamu. BMW X5 ni gari kubwa sana. Kwa hiyo wa thamani. Sawa, tukirudi hapa kwa Diamond Platinum, wasanii sasa hivi wamekuwa ni watu ambao wanatamani sana kufanya kazi na Diamond Platinum na uh, upatikanaji wake ni mgumu. Tunaona watu wengi wana afford bay ya Diamond Platinum kumlipa na nini. Leo wewe ikitokea unataka kufanya kazi na Diamond kupitia hata sehemu ambao unafanya hili uh, jukwaa la uchekeshaji uh, unatamani ufanye naye kazi um, kwa namna ipi? Labda. Uh, yaani, Diamond Platinum, ana, anatamaniwa na wasanii wengi sana kufanya naye kazi kwa sababu image yake ni kubwa. Leo ikitokea unafanya naye kazi, opportunity imekuja, utaplani kufanya naye kazi kwa namna gani? Uh, bimigoza, sina Uh, lakini ikitokea nafanya kazi kwa uh, mpango wa Mungu nitafanya kazi kama inavyotakiwa ifanyike, kwa sababu sasa kama mchekeshaji au mwimbaji, huenda yeye ndo kanahitaji mimi kwa sababu yeye ni mkubwa, ni bosi, lakini pia um, mimi sio mtaalamu sana kumtamani siku kufanya kazi hmm. hivyo. Sawa so, um, tunabaki tena hapo uh, Diamond amekuwa na tabia sasa hivi ya kuposti wkuishi watu basdi kufanyaje, labda mtu amefanya kitu kizuri, lakini tofauti sana na na zamani kwako mahusiano amefanaiuoahnonash kukutana sehm mkaongea, labda mkapiga stori mbili tatu, na kama mliongea biashara ilikuwa ni biashara gani msanii msanitu kama livyokua mimi ni brother

yaani sinaga wa e, so, mimi sai mbao na labda wa comedians kidogo, na chingine si washikaji wangu ambaa b zangu za sanaa na mashabiki zako, labda siku moja nataka ukuone boom play. mm. Wapi ulishai kufanya jitihada zote kutaka kufika huko, labda nyimbo ziwe Audio mark ziwe Spotify na vitu kama hivyo, nikiwa serious na muziki uh, na comedy na kwenye ngumi ndio kitu ambacho nafsi yangu inaniambia you can do comedy. Nafanya na ngumi sana, ndio maana muda mwingi najiwekeza kwenye kufanya mazoezi asubuhi jioni, uh, kwa sababu hawezi kufanya kila kitu Mm. Naweza ngafanya chochote chochote, naweza ngafanya la sio kila kitu. Yes. Sawa, so, ah uh, style yako ya kuchekesha ni ulianza nayo ni, ni style kama una panic sana hivi. Uh, unashout nini lakini ikawa ina make sense na watu wakawa naikubali, watu wakaipenda na wakai verify mpaka leo kawa maarufu mpaka hapa. <tip> Mimi nataka kujua uh, idea ilikujaje ya kuchekeshaji wa aina hiyo ulikujaje? Ah, kuchekesha ndio nachekesha I mean, I mean... Comedy ni ideas, comedy comedy ni ni idea, na mtu akiangalia comedy story ndani yake, comedy ni utunzi, sio tu lakini pia om, nimtu character, unajiundaje character? So hizo ni idea katika utunzi. Maana yake mimi mchekeshaji naandika hiyo, sababu na Mkaliwenu namfumania mtu chafu, maana mtu lazima ni panic, so hivyo, kwa hiyo Kwenye kufanya comedy mimi nafanya kutokana na nitachukia andika idea zangu. Mimi nafanya idea tofauti tofauti kiangalia. So hivyo watu wanakupokea watu wanakupokea kutokana na zao unavyokuja. Bwana, bwana unaona comedy tuko wengi lakini kila mtu ana namna yake ambayo anafanya. Sawa ina, inawezekana kwenye character hiyo hiyo ulionayo ya ya kupanic hivi na na like, so, kuchekesha. So, ina, ku, Siku unahitajika una kwenye character ambayo ya upole, mstaarabu, wewe umetulia, hauna hauna mambo mengi. Iko kwako vipi inafaa kufanya? au utabaki bado na msimamo kwamba karakta yangu, so script usika inataka, wana ufanye hichi ambacho inatakiwa kufanyike? tangu niingia rasmi kwenye g nipigana mapambano matano, kama sio manne, lakini yote nimeshinda, sijai kupigwa na sifikiri kupigwa. Um, lakini sasa bondia ananisumbua, bondia ambaye alinisumbua kidogo, kwa sababu mapambano yote manne, maana yake nimeshinda KO mm. <hits> matatu. Ah, katika mapambano matano mannece nimeshinda KO Afu, yeah, moja tu nimemaliza naye raundi, kwa hiyo hu za nae raundi ndo kidogo ananisumbua. Naamka saa kumi na moja kufanya mazoezi adi saa nne asubuhi nda akanipiga, kwa sasa hivi kwa levo zangu sijui, sifikiri kwa sababu ngumi ni mchezo wa, wa kuwaiana mm lakini like, niko very careful niko very makini kwenye kufanya mchezo wa ngumi, kwa sababu mchezo ambao naupenda, lakini like, pia nimeuweza kwa asilimia mia moja Sitini na sita, sitini na sita, bondia, kuna ile kupanda na kushuka, resistance sitini na tisa, sabini na mbili. Ngumi ngumi mchezo kuwaiana mchezo wa wa makosa kupigwa, mm. Uh, uh, kabisa mm. Lakini um, international fight Canelo na Crawford, sijui kama unajua Canelo. Sure. mm. Uh, ni bondia mzuri sana lakini kapoteza kwa point kwa Crawford. mm. Kwahiyo ngumi ni mchiza makosa, ngumi hazina mwenyewe. Sawa. Uh, ulianza mchekeshaji, ukaja kuwa msanii, tukaona unatoa nyimbo, msanii wa, wa muziki mm. sa hivi tena bondia, masumbwi mm. unarusha vitasa mm. nini ambacho kilikupeleka huko kwenye, kwenye masumbwi? Ni utafutaji brother, utafutaji. Aibu ah, inadhalilisha lakini umaskini unadhalilisha zaidi Mi napambana hivi sio kwa sababu nataka sifa mbele za watu, naonekana nina ni... na yeah, lengo <coughs> ni kama mpiganaji bora labda. Lengo ni kuepuka umaskini, kwa sababu mimi mm -hmm. ndo tofauti na like kimaskini bora, kipande anajua maisha yetu magumu sana, so lazima ukiwa na fursa yote na kuja ambayo haivunji katiba na sheria ya nchi uh, aimkufuru hay, Mwenyezi Mungu just mm -hmm. do it yani, mimi nafanya mi katika utafutaji, sinaga uoga wowote. Ndio maana ngumi ni kazi ngumu sana, mm -hmm. lakini nimeifanya naweza na perform na, na, na, na, na, na, na, vizuri kabisa bondia e, yote, sio Ibraclass, yote, kwa sababu imesha siku napigana kwa sababu ya kuepuka umaskini, na ili sio umaskini lazima uwe na hela, lakini ile ikiwepo napigana na bondia yeyote wewa. Saatukizungumzia um, ishu ya komedi um, kupungua kwa kazi zako mitandaoni, tunaona utoi sana ini, kwa sababu uko biza sana eh, inezikana fire, inezikana fire. Kwa ingik, ni kwa, na hivi vitu mimi nafanya of course, nafanya

gani ambayo inakusimamia. Kuna kampuni yangu inaitwa moja inaitwa, kuna kaka yangu anaitwa Abdul, iko Mikocheni mm. pale Azura, huyo ndo ambaye anafanya na kando, mwalimu wangu kazi nao, ambaye anasimamia. Kwanza huyo, uh, ni, ni Abdul ni mtu ambaye ni brother yangu um, anaeza kutufundisha kareti ana, ana, ana, ana promotion yake mm. mtu ambaye kabla kuangalia maslahi anakupenda na kujali hatasinafaiti bwana, nimekwama, nasaidia shuytusa. so, mm. uh, mkali, kuna sehemu nyingi kt tunaongea, mi mm. na wewe una, unaonyesha sehemu, yani unaweka ufamilia sana uh, ukaribu na watu hivi yani aupo kimikataba sana hii ni sehemu ambayo umechagua kufanya kazi unaona ni bora kwako au, au ama ni nini? E, ni bora kwangu sa mikataba mikaratasi. Lakini watu wengi tunaona wanapata shida kwenye, kwenye maswala ya kufanya kazi na watu. Uh, misala ya mikataba ni muhimu pia. wa unaonaje kufanya kazi hivyo kipi bora kwako? Sipo miongoni mwa watu, wa watu wengi kama ulivyosema, watu wengi wanapata shida mm. Mimi sipo kwenye watu wengi, mimi ni tofauti kabisa mm. Mimi um, cha kwanza na, um, upendo sana nikikwambia, huyo brother Abdul sio kwa kaka yangu oh. Baba mmoja mmoja mtu yote mwenye upendo karibu mweke karibu bratha, kwa sababu sahivi upendo umekuwa adimu sana. Hii imekuwa dunia, masilahi yapo kipaumbele kuliko upendo wa dhati, mm. lakini ukipata mtu ambaye anakupenda kwanza alafu masilahi yakafata mtadumu sana bratha. Mimi ni mtu ambaye watu wengi wanaonizunguka, hata kama mtu tajiri akija kimanagement kwanza kimakataa makataa, mbele namfundisha kwanza upendo, alafu maslahi ndo anafata. Upendo ukiapply sehemu yoyote, kila kitu kinaenda sawa. Upendo ukiapply heshima, mm. itakuwepo Unafiki hautakuwepo hata fedha ikipatikana, hakutakuwa na usiri. Bado umepata dola elfu tano ijape dola elfu kumi Yep, so makatasi yapo tu, mikataba ya kweli iko moyoni kwanza. Hmm, kuna watu mefanya kazi huu mwaka watano wala tuna mikataba makaata lakini kazi ikitokea tushajua, bwana sikiza, kisha ikitokea bwana, mimi asilimia uwe mkali sasa, mimi asilimia sabini, mimi asilimia thelathini, poa na kuwa kazi ikifanyikana na muamini bwana, ndugu wangu, ikapatikana milioni kumi, poa milioni. Lakini watu wanavunja uaminifu, watu watu wanakuwa wasaliti wengi, tunaona watu wanateseka. Ndio maana watu wanaamua kuleta insho ya mikataba. Wewe uogopi ili jambo la usaliti, kuvunja uaminifu na nini, kwa sababu mtu anaweza akabadilika muda wote, ndio anasema watu wengi wako hivyo, lakini mimi sipo kwenye kundi la watu wengi, mimi nitoe kwenye watu wengi. Mimi nafanya kile kitu macho yangu naona sahihi Binadamu kubadilika ni kitu cha kawaida tu, binadamu anaweza kubadilika bila sababu ya msingi, binadamu anaweza kubadilika any time brother. Kwa hiyo wewe muamini tu mtu, afu kija kubadilika utapokea tu mabadiliko yake. Ukisema eti uanze kumuamini mtu kwanza, mm, amesha kufika mbali, muamini hata. Mapenzi, mahusiano ya kimapenzi, muamini kwanza. Hmm, mtu sio kupiga matukio ndio uaminifu utoe, lakini mm, kama haja kupiga matukio, just believe her Mwamini wewe mwamini, kwa sababu imani ndio kila kitu. Usipoamini hakuna kitu kitachofanyika. Uliwahi kusaini sehemu mikataba ya ya mi, kudondoka wino sehemu alafu mambo yakawa mabaya? Uliwahi, uliwahi kutokea? Nishawahi kudondosha mikataba mambo kasaa, lakini pia ndivunja mkataba bila hata yani, a vitu enda tofauti

Um, njiani, sure. Um, vipi issue yako ya mahusiano status yake iko vipi saizi? Wasomi wa, wa wanataka kujua inakuaje mkali mbona, tumone akiexposi sana mambo hayo, vipi kwako, imekaaje? Status iko vipi ya mahusiano ya kimapenzi? Mimi sasa hivi sina mpenzi, um, na kwa sababu, um, wapo, kwa sababu kwa sababu wapenzi wapo wanatamani kuwa na mkali wenu, lakini sasa tuna focus kwenye kupata mafanikio

mita mmoja stik naye. So mwanamke akuzingua kustik naye, unaamua tukumvuonu na stik maisha yako kwenye focus. hiyo ndio kodi ambayo unaenda nayo sasa hivi, maana ukisema ishu ya yeah, boxer uh, kama boxing ulikuwa bado hujaanza, unajua kipindi hicho yeah. ulibaruza sana lakini sasa hivi kipindi ni kwa hatari kakubwa, ulibaruza sana kipindi cha mwanangu, mimi si handsome mwanangu, mimi yeah. sana. yeah. yeah. yeah. Mi handsome boy, kijana mdogo jeu yeah. maarufu na balee tena ademu, kwa hiyo kiuchasi, ukawa na focus on na wanawake hapo, mwanangu, hakuna ladha tofauti ile ile ladha ya Lisa uh, ya Hamisa na wengine, ile ile tu. Kwenye maisha, focus. Tafuta mke mmoja, stick naye, akizingua zote zina jina moja k. Baada ya dakika nyingi nishachoka, kama mnaipa milioni kipande bara okay. Yeah, lokipand naenda ene kaelashu <laughs> Yeah. Eh, um, swali la mwisho bwana, tumalize interview. Yes. Na ntaka mm, nikuulize tu kuhusiana na um, mpango wote wa kufanya kazi na kampuni inayotoka nje ya boxing. Yeah. Unayo madili watu wanataka kusikia bwana, dili zikwagike pesa <laughs> zije, hiyo ndio well, eh, focus, focus kwenye ngumi Unajua, comedy tunafanya tunapata hela za kula milioni moja, milioni mbili, alhamdulillah napata mm. Um, lakini nikwambia comedy covid inakupa wakati mgumu kwenda hata international, kwa sababu kwa international itajitumia lugha ya Kiingereza mfano kuwachekesha wazungu na ingine uh, inakuwa kazi sana mm. Sio kwa hiyo mchekeshaji anaweza kaa mm. mkubwa mumu ndani, lakini asio mkubwa nje, lakini ukiwa championi boxing mm mkubwa nje, hiyo ndio sababu akta yani nenda kuja kuwa bilionea, yani kumiliki bilioni thelathini bilioni hamsini benki account yangu na kitu cha kawaida. Bwana usitusahau anana tupo tunaangaikando taaupokea simu kabisa. <laughs> kipande <laughs> anavija simu bwana, mkali subiri kidogo kipande namkatia toshap ya yani. Kila la heri bwana um, na mafanikio <clears throat> mema kwenye hicho ambacho umekipanga bwana. Tulikuwa na mkali wenu na tumefanya interview kubwa sana, nadhani mwenyewe unajionea um, Kaongea mambo mengi sana ambayo yaliopita, ya sasa hivi na hata yale yanayokuja. Tutegemee mkali kuwepo kwenye saiti bora zaidi kwenye masuala ya ngumi. Amesema ataenda international, atakimbiza sana watu, wamwandalie matangazo, wamwandalie um, wamwandalie sponsorships kwa ajili ya mambo hayo, na atafanya vizuri sana. Kampuni ambazo zinashughulika na maswala ya ngumi boxing, kiujumla, ndani na nje, mlango uko wazi, mkali wenu iko hapa, na amesema kwa maneno yake mwenyewe tukae kwenye lula moja ya mkataba next time.